Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, karibu sana sana katika kipindi hichi chetu kizuri sana, chaneli hii yenye kuelimisha yenye kuburudisha kabisa kwa lugha na kheri zaidi. Tunasema hivi mtazamaji wa Lecture TV lazima tabasamu. Uweze kutabasamu vipindi vyetu alafu unakuwa umekasirika. Hapana, tabasamu furaha. Kwa sababu tunasema nini? Lecture TV tabasamu kwa wote. Lazima tutabasamu. Tunapotazama vipindi vyetu ni kufurahisha. Tukumbushana ndugu Waislamu na mtazamaji na pia usiku Waislamu uweze kusubscribe hapo hapo channel, kata channel yetu, ili kwanza ufikie vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Kuna alama nyeusi hapo chini, bonyeza hapo utakuwa umekwisha subscribe. Mwalike na jirani yako, mwalike na rafiki yako katika magrupu mbalimbali, ambaye bado hajafanya hivyo awezi kusubscribe. Ruksa kusambaza link zetu katika magrupu mbalimbali ili uweze kusubscribe. Kuongeza familia ya Lecture TV iweze kukua. Alhamdulillah, Allah alipe kila la heri na awafungulie milango ya wa riziki wale ambao tayari wamekwisha subscribe, wameunga mkono heri hii, lakini pia usisahau ku like pia na ku comment, toa comment yako tuone na magana tuunga mkono. Hata kusema shukrani, Tuweze kuonesha juhudi zaidi na zaidi. Pia kwa wale wapenzi wa kujifunza Kiarabu, tumeanza programu yetu jana, alhamdulillah, na mwitikio ni mzuri. Kwa we ambao unapenda kujiunga na programu hii, fursa bado ipo. Kwa hiyo ni ndani ya wiki hii itaweza kufungwa rasmi. Tuliongeza muda kadhaa, waweza kujisajili. Kwa karibu sana tena, sana. Mkaribisho wale ambao unatamani kujiunga na Arabic course, ni gharama ndogo sana, shilingi 6000 tu kwa mwezi. Ni nafuu sana, unapata elimu kubwa. Pia nawe ambao unapenda kujifunza Qur'an. Karibu sana. Qur'an ipo tayari ni wewe tu, tutafuta namba 0785 766703. Lecture, uh, Lecture Tuition Center tunasema soga yetu nini? Education is a path to success. Elimu ni njia ya mafanikio. Tafuta njia ya mafanikio kupitia nini? Elimu yako. Tuende moja kwa moja katika kipindi chetu ambacho leo tumekiselect, tumekichagua tuweze kujifunza. Tujifunza nini? <coughs> Siku za nyuma tulijifunza fi'il al-madhi, wakati uliopita na leo tutaendelea sehemu ya pili. Ilikuwa part 1, hii ni part 2, sehemu ya pili fi'il al-madhi. Tukasema hivi, ukitaka kutengeneza wakati uliopita tunazingatia kwanza nini? Dhamair, sawa au kwa Kiingereza wanaita pronouns, zile ana mimi, nahnu sisi, sawa, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, huna sasa lakini sisi tulitengeneza wakati uliopita kutumia nini? Ana na nahnu, mimi na sisi. Leo sasa tunakwenda kuingia sehemu si ya pili, al-mukhatab, anayezungumzishwa. Sisi tulitengeneza mzungumzaji, nafsi ya kwanza mmoja na wingi. Leo tunakwenda kwenye nafsi ya pili kwenye umoja na wingi, unayezungumza naye hapa. No, no, vipi wewe na unaongea na wewe hapa, unaitwa nani? Mukhatab. pale tuna sehemtan tuna Antuma, antum, na antuna sehemu ngapi? Tano. Ila kwa sisi leo tutaangalia sehemu ndogo tu tutaangalia katika anta, anti na antuma hizo tatu kisha zitapangia mbili inshallah kipindi uh, kijacho tutaanza na anti. Sorry, na anta. Anta hapo unapotaka utengeneza wakati uliopita tunatolea mfano kitengo chetu ni hapa jalasa. Jalasa maana yake amekaa jalasa angalia, fil madhi mwisho imeishiwa na na fatha, jalasta sa, sa, sin na fatha. Ukitaka kuibadilisha yendo kwa we, unamzungumzisha ukitaka uwambia mtu fulani umekaa utawambiaje? Unasema hivi jalasta. Nini jalasta? Ile sin ambayo imeishiwa na fatha unaibadilisha nakuwa na sakna, kisha unaleta taa yenye fatha ambayo ni ta. Unasemaje? Jalasta. Lakini ukisema jalastu, maana yake ni wewe, tumeshasoma tayari ila ukisema jalasta, maana yake umekaa na kuwa jalasta sawa. Mfano umekaa juu ya kiti ambaye, jalasta ala kurusiyo, jalasta ala alkurusiyi, umekaa juu ya kiti. Jalasta ala sayarati, umekaa juu ya gari. Tutafahamiana, twende kwenye anti. Anti, unapotaka kutengeneza anti, kama anti jinsi ilivyo hivyo hivyo, unafanya hivi, unachukua kitendo chako jalasa amekaa jalasa, amekaa. Ukitoaambia mwanamke umekaa, unachokifanya ile scene ya yeah ambayo inafuata katika kitendo chako cha fi'l madhi, ambayo kitendo kimeisha nafuata, unaibadilisha na kuwa na sakna, kisha unaleta ta ambayo ina kasra, ta ina kasra, anti ti ti ta ina kasra, unasema hivi jalasti ala al kursiji, umekaa juu ya kiti, sawa inakuwa kama hivi. Tunakuja antuma antuma inakuwa kama hivyo hivyo. Unachokifanya, jalasta ambayo imeshaona na fatha mwisho kitendo chetu, unafanya unabadilisha, kitendo kile cha herufi ya mwisho inakuwa na sakna, kisha unaleta ile antuma, jalastuma. Tuma maana antuma, antuma, antuma, ile ant unaitoa, unabaki na tuma, tuma, tuma. Unaunganisha kitendo na kuaje, jalas tuma, jalas tuma ala al kursiy, dhahabtuma ila al madrasa mekwenda wapi? Shule. Shahadtuma al-mubarat baina simba wa yanga, mnatazama mpira, mmetazama mpira baina Simba na Yanga. Hiyo ndio inakuwa ni namna ya kutengeneza wakati uliopita kwa kutumia dhamiri ya mukhatab, anta, anti na antuma. Next kipindi kijacho, tutajifunza nini? Antum na antuna. Sitaki kuchanganya, kwa hiyo chukua mfano huu uende ukaufanyie kazi, mfano sentensi nyingine Shahadta, shahadta al mubarat, umeshuhudia au ulishuhudia nini? Mpira wa miguu. Akalta taama, akalti taama, akaltuma ta taama. Takallamta, umezungumza takallamti, umezungumza mwanamke. Takallamtuma, umezungumza nyinyi. Wangapi? Wawili. Kwao, antuma ni wangapi? Wawide, sina la ziada neman umefurahia kipindi chetu. Ikiwa hujaelewa wenjo, tutafute tusome arabi pamoja kwa namba ssb a s6 sab tatu. Ulikuwa nami Mwalimu Maroa kutoka Lecture Online TV. Kwa mazuri zaidi, kanasi uweze kujifunza. Mtazamaji wa TV lazima atabasamu, tunasema tabasam kwa wote, tabasam uweze kupokea mambo mazuri. Siku zote anayepokea jambo zuri lazima afurahi. Hakuna anayepokea jambo zuri na amekasirika. Niwatakie kila laheri, ma salama.